Nawapongeza sana wataalamu wetu wakiongozwa na makatibu wakuu Profesa Kayarara, uh, Balozi Aisha Amur, na marubani na wataalamu wa viwanja vyetu vya ndege lakini na TANROADS kwa maana chief wa TANROADS engineer Besta, na mkurugenzi wa viwanja vya ndege ndugu Abdu Mambokaleo, uh, mkurugenzi wa ndege, uh, ndugu Ulanga na wote walioshiriki katika testi hii ambayo imetuthibitishia kwamba tuendako ni kuzuri sana. Tumelishuhudia zoezi hili la testing, ambapo ndege yetu aina ya Bombardier imeshuka kwa mara ya kwanza katika uwanja wa ndege wa Msalato, na ni matumaini yetu kwamba tuendako ni kuzuri. Yaani yajayo yanafurahisha. Eh, kazi na utu, tunasonga mbele. Ya majaribio haya yanatoa taswira nzuri sana kwanza mpaka sasa hivi. Uh, maana yake njia ya kutua na kupaa ndege imekamilika. Ni hatua tu ambazo za kukamilisha signal tayari, uh, tunakamilisha control tower na jengo lenyewe la abiria lakini, kwa maana ya njia ya kupaa na kutua kwa ndege uh, takriban imekwisha kukamilika, na ni hatua nzuri. Na ushahidi ni huu hapa kwamba leo ndege yetu aina Bombadia imeteremka kwa salama na amani na kwa mafanikio makubwa, kwa hivyo ni bado hatua zingine tu za kitaalamu na za kuweza kukamilisha ili kusudi huko mbele ya safari ndege kubwa zitakuwa zinatua hapa. Ndege kubwa mpaka uh, Boeing uh, 787 yeah. Itaweza kutua hapa na Airbus itakuwa na uwezo wa kutua hapa, lakini leo tumeshuhudia kwa sababu runway imepokea ndege, imekanyaga katika ardhi hii na imetembea, imeshuka salama. Tumeona, tumeipokea sisi, tunawashuhudia Wanadodoma na Watanzania kuwa runway inafanya kazi na iko vizuri na ndege imetua salama. Nimefurahi sana kuwa moja wa mashuhuda ambao leo wameshuhudia ndege hii ikitua. Ni jambo na nasibu sana kulipata kwenye historia ya maisha, lakini kikubwa sana ni kuwapongeza wenzetu ambao wamejenga uwanja huu kama wakandarasi lakini pia kama wizara ambazo zinasimamia, Wizara ya Ujenzi, Wizara ya Uchukuzi. Tunawapongeza sana, inatupa matumaini kuwa kumbe tulipoambiwa sasa uwanja mwaka huu utaanza, hiki kitu kinaenda kuwa halisi. Lakini kikubwa zaidi ni kumpongeza mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan e, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tulishuhudia wote hapa mwaka 2023 akiweka jiwe la msingi katika uwanja huu, lakini sasa inapata matumaini kuwa jiwe la msingi linataka kwenda kuzaa jiwe la uzinduzi muda si mrefu. Hii ni ishara nzuri, ni ishara kubwa kuangalau, kwa kuwa hatua ya kwanza imeenda vizuri. Hongera sana mheshimiwa rais, hongera mawaziri wote na watendaji ambao wamefanya kazi hii nzuri leo ambayo tunaishabikia tunakuishangilia.